Idara Kuu ya Usafiri wa Anga India, DGCA imethibitisha kuwa Naibu Waziri Mkuu wa Maharashtra, Ajit Pawar, amefariki katika ajali ya ndege iliyotokea mapema Jumatano. Wahudumu wawili wa ndege, pamoja na watu wengine wawili akiwemo afisa wa usalama binafsi PSO walipoteza maisha katika ajali hiyo iliyohusisha ndege binafsi huko Baramati. Ndege aina ya Learjet 45 nambari ya usajili Victor Tango Sierra Sierra Kilo, iliyokuwa ikiendeshwa na VSR, ilipata ajali ya kutoa vibaya katika uwanja wa ndege wa Baramati mapema leo. Kulikuwa na watu watano ndani ya ndege hiyo, wakiwemo naibu waziri mkuu wa Maharashtra Shri Ajit Pawar, wafanyakazi wawili, PSO mmoja na mhudumu mmoja, na wahudumu wawili wa ndege PIC na First Officer. Afisa wa DGCA aliambia the print. Kwa mujibu wa taarifa za awali, hakuna mtu aliyenusurika katika ajali hiyo. Waziri mkuu wa India Narendra Modi alitoa rambirambi zake kwa naibu waziri mkuu wa Maharashtra akisema kuwa uelewa Pawar kuhusu masuala ya utawala na ari yake ya kuwawezesha maskini na waliotengwa ulikuwa kipekee. Waziri wa mambo ya ndani wa muungano Amit Shah pia alitoa salamu za pole kwa familia Pawar. Ajali hii ya kusikitisha imeuacha moyo wangu katika huzuni kubwa, aliandika kwenye mtandao wa X. Ajali ya Baramati ni janga kubwa chini ya mwaka mmoja nchini India baada ya ndege ya Air India iliyokuwa ikielekea London kuanguka Juni 2025 Muda mfupi tu baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa Ahmedabad. Jumatano, Pawar akawa mtu wa hivi karibuni kujiunga na orodha ya wanasiasa wakuu kadhaa waliopoteza maisha yao wa katika ajali za ndege.